Hapo awali tulipata hitilafu kidogo katika mfumo wa kusukuma haya maji kuelekea kwenye eneo la kutibu maji na mpaka kuelekea kwa wananchi. Kazi imefanyika kama ambavyo umeingia hapo ndani umeona, pampu sasa hivi inafanya kazi, kutokana na changamoto ile ambayo ilikuwa imejitokeza ili awali katika masuala mazima ya umeme, kulikuwa kuna, kuna fault ambayo imetokea kwenye system yetu ya PLC. Kwa hiyo kama unavyoona, kuna kifaa ambacho tumeleta tumerekebisha na sasa hivi pampu inaendelea kufanya kazi na pampu hiyo, umeona ziko mbili. Kuna moja ambayo ina operate, kuna moja ambayo ni standby. Kwa hiyo hata kama itatokea itilafu kwenye pampu moja, pampu nyingine ipo kwa ajili ya kufanya kazi. Lakini huku nyuma unaona kikosi kizima ambacho kipo kilikuwa kinaendelea kufanyia kazi kuhakikisha kwamba huduma ya maji inarejea kama ambavyo okay. ilivyokuwa awali. Watu hawa hawajalala siku mbili, lakini wamekuwa ni wavumilivu, ni vijana wako committed. Kwa hiyo kwa kweli tunashukuru sana, wameweza kufil ile changamoto ambayo wananchi wanaipitia, na kwa kuanzia leo asubuhi tumewasha pampu mpaka dakika hii, huko baadhi ya wananchi watakuwa wameanza kupata huduma ya maji, na hali hii itaendelea kuwa endelevu. Utaenda kujionea, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tukienda hapo katika eneo la chujio tutaona sasa kama maji yanaingia na yanaendelea kutibiwa na tutaelekea kuona hali kwenye clear water tank, na baada ya hapo maji yanaenda kwenye kituo chetu cha sawa, na baada ya hapo busta inaenda kupampu kupeleka buhongwa na maeneo mengine. Kwa hiyo matengenezo yamekamilika. Tunashukuru sana kwa ushirikiano wako mkuu wa mkoa, pamoja na wataalamu wako wote wa mkoa. Sasa technical part tumemaliza, kwa maana sasa umeme hata ukisheki tunaamini mashine yetu hii haiwezi kuathirika kwa sababu kuna marekebisho yamefanyika. Sasa tunaamini kwamba umeme unafika vizuri kwenye pampu kama ambavyo mmeona, na tunaamini sasa maji yanaenda kwenye tenki kama ambavyo tutaona. Kwa hiyo niendelee tu kutoa wito kwa wananchi kwamba maeneo yote, wanaonitumia ujumbe, wanaonipigia simu, wawe na amani kwamba huduma ya maji imeanza ime, ime kurejea na nitumie fursa hii pia kumshukuru sana mkurugenzi wa Mwauwasa e, dada yetu Deli, lakini pia e, katibu mkuu wa wizara ya maji Injinia Mwajuma. Wanawake huwa wakipewa kazi wanaweza, e, kwa hiyo ni wakina mama ambao wanafanya kazi sana e, tena kwa uzalendo mkubwa sana. Pengine tungetumia zaidi ya wiki moja kurekebisha tatizo hili lakini kwa muda huu mfupi wizara imekuwa consent, lakini pia mamlaka imekuwa consent. Kwa hiyo mimi, engineer, ninakushukuru wewe na wataalamu wako, lakini pia e, mpikishie salamu mheshimiwa waziri kwamba tunamshukuru sana kwa namna ambavyo wizara imeonyesha consent ya hali ya juu. Mmeacha ofisi mkaamua kuja mliposikia tuna kero kubwa ya maji. Kwa hiyo tunawashukuruni sana.